Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati. Habari yako mtazamaji wa Nahodha Media TV, tukukaribisha katika kipindi cha watoto ambacho leo hii Nahodha Media TV imeweza kufika ndani ya kijiji cha Unguja Ukuu Chengini, katika skuli ya Sofia Nursery School. Nikukaribishe mwanzo hadi mwisho kuweza kujua kitu gani ambacho wameweza kutuandalia watoto hawa wazuri, lakini pia nikukaribishe kufahamu mambo mbalimbali yanayotokana na skuli hii, historia fupi pamoja na yale mambo mazuri ambayo wametuandalia mwanzo mwisho, ikiwemo hadisi, vitandawili, paukwa pakawa na kadhalika. Langu jina ni Amina Ali alivyokujuza hapo awali. Tuanze na ufunguzi wa Qurani. Karibu. Alhamdulillahi rabbil alamina, sifa zote njema zina mstahiki Mwenyezi Mungu, mola wa ulimwengu. Arahmani rahim, mwingu wa rehema na mwenye kurehemu. Maliki ya umidi, mwenye kumiliki siku ya malipo iyaka naabudu wa iyaka nastahim, wewe tu ndiye tunaye kuabudu na wewe tu ndiye tunaye kuomba msaada. Idina siratu almustakima, tuongoze njia iliyonyoka. Siratu alladhina alhamta alayhi hairu lmaudhubi alayhi waladhwalina amina njia wale ulioanemesha si ya wale uliokasirikiwa wala wale waliopotea. Hiyo ni Kurani ya ufunguzi kutoka kwake mwanafunzi Zuhura. Ni ukaribishe kuangalia kwa upande wa hadithi fiki sira na vile ambavyo wametuandalia siku ya leo. Salamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naitwa mwinyi na haji mzee, nasoma school ya sofia nursery school. Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasalam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na mani zimshukie juu yake, Nawahu jamilu yuhibu jamala, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mambo mazuri. Asalamu alaiku warahmatullahi taala warakatu.

watazamaji, kama ulivyoona. Lakini pia kwa upande wa nyimbo na burudani vitandao, hili hata michezo ya asili, Sofia Nasari School iliyopo Unguja Kuu Tindini. Twende tukasikilize. Kwa upande wa wimbo, ni wimbo gani ambao wametuandalia? kuja kujibu kutandawili chetu. Njoo, okay. Naitwa nani? Ehe, jibu lake nini? Ajui. Mwengine u amekosa, jibu lake amepata. Haya, mpongezeni. lakini pia nikukaribishe kutazama kwa upande wa michezo ya asili unajua asili ni kitu muhimu katika maisha yetu ni vitu vingi ambavyo vimeweza kufanywa na wazee na mabibi na mababu zetu waliopita lakini kuna michezo ambayo bado ikiendelea hadi leo tutapata kwenda kuona ni michezo ipi ya asili ambayo inapatikana ndani ya shule ya Sofia Nursery School Walimu wa shule mbalimbali wanajaribu kuweka wanafunzi kwa na furaha, amani, upendo na utulivu, lakini pamoja na mshikamano kwa kutumia michezo mbalimbali mbali, masomo mbalimbali mbali, ambayo watawafanya ya wapendane, wasaidiane, lakini kujua wapi watu wanatoka na wapi watu wanaenda, lakini pia kupitia mafunzo hayo hayo walimu ambayo wanayatoa kuna michezo ya asili ambayo imeanzishwa toka enzi za mabibi na mababu. Na leo hii tunaona matumaini na tunaona faida na matunda ya wazee wetu ambao wameanzisha kwa vitu mbalimbali, ikiwemo michezo na burudani Media TV. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Natumai tumaye umejionea na umejifunza pia kupitia watoto hawa, ni mafunzo mbalimbali, ambao wameweza kujua dua ya chooni, dua ya kula, dua ya kumaliza kula, lakini pia kwa upande wa vile vitu vyetu vya asili, michezo miwili mitatu pia umeweza kuyaona. Mimi ni Amina Ali, na hii ni Nahodha Media TV, nikikaribishe katika kipindi kijacho, panapo majaliwa.